Majira ni saa 12 saa za Afrika kati, ikiwa ni saa moja majira Afrika mashariki. Hii ni Baraka One TV, tarehe 26 za mwezi wa kumi na mbili 2025 na, na mimi ni Rajabo Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, Makobola mikononi mwa wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC. Fizi, mateka wa M23 wakamatwa na FRDC pamoja na wazalendo, huku kwa upande wakitendemwa wakiten M23 wangukia pia mikononi mwa wazalendo. Uvira, M23 waonekana kuongeza idadi ya jeshi na silaha eneo la Kala na mkumbuka operesheni usaidia muzalendo bado ikonaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo uko naziona kwa skrini yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV na pia usikose kutembelea Mwangaza TV, ambako utakutana na na matukio mengine yoyote ambayo yakonazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tuwatakieni heri ya kukaribisha mwaka mpya na kwa wale wote ambao waliweza kusherekea hiyo Christmas jana e, tunawapongeza na kuwatakia pia afya njema na kuendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV. Na tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, eneo la Makobola, ambako Makobola mikononi mwa FRDC pamoja na Wazalendo kutokana na mapigano ya takriban isiyopungua wiki nzima kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na Wazalendo huku wakitwangana na magaidi wa M23 waliokuwa tayari wamekwisha kuingia ndani ya tarafa ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano hayo yaliweza kuwapa ushindi mkubwa wa Wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na kufanikiwa kwa kuweza kuwapiga magaidi wa M23 na hivyo magaidi yao kuweza kujiondoa kabisa na kurudi ndani ya jiji la Uvira. Mapigano hayo ambayo yalikuwa ni ya kipekee, huku silaha nzito nzito na nyepesi zikisikika, makundi mbalimbali ya wazalendo yakikaba milima ya juu pamoja na chini, huku vikosi pia maalum vya FRDC vikiongozwa na captain vikifanya kazi kubwa na kuweza kuwasambaratisha magaidi wa M23. Kwa sasa Makobola zote tokea siku zilizopita ziko iko mikononi mwa wazalendo. Na rasmi ujumbe huu kutoka mweneo ya Makobola hapa. Hey, hapa hapa ni, ni, ni, ni kulokalite ya Iamba ya Iamba Makobola njoo hapa hivi, tuko na komanda politike na kijana hapa susiavasisi ava, ava bote kobola pale makobola ilikuwa ikishikwa na masiafu ya bwana Kagame, tumeishambulia kwa sasa tuko makobola

aemadaia waba Winston Mafufuri ambaye nimetumwa kwa mapambano naye, kiongozi mkuu Alex Mwamba Dunia ambaye ni ni coordinator wa rade ndani ya Sud na hivi mimi kgimi zemedari ambaye metuma kwa mapambano pamoja na jeshi langu liko hapa, na lingine metusu mbele. Tunapiga adui, tunafukuza adui. Alafu nataka kuambia ya kwamba waraia watulie, watulie kabisa, raia itulie. Tunaendelea na mapambano na, kwa shukrani zetu, tunashukuru chef de l'etat ambaye ni Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ambaye ni ametuma jeshi lake hapa na tumekuwa na jeshi la FRDC, tunashukuru sana, na nimeshukuru kiongozi ambaye nimeteua kupambana vita hivi, na hivi tunafika kwenye Makobola, muzi wa Makobola ambayo kwenye kibao cha ka, na hivi tunaendelea Uvira kuviondoa di katika muzi wa Uvira hadi na Bukavu. Okay, merci na baada ya taarifa hizo kutoka Makobola, tubaki tu tarafani Fizi, maeneo hayo hayo Makobola ambako mateka wa M23 wakamatwa na FRDC pamoja na wazalendo, huku upande wa Kitendemwa M23 pia wakiangukia kwenye meno ya wazalendo kutokana na mapigano yaliyofanyika Makobola, magaidi wa M23 waliweza kupata hasara kubwa ya kupoteza wanajeshi wao wengi, na huku wengine pia wakikamatwa mateka Matekwa, mateka waliokamatwa kwa upande wa M23 kuna makabila tofauti ambao wametoka maeneo ya Chanzu, wengine wametokea maeneo ya Ruchuru, Ruchuru Masisi, wengine pia wakiwa ni vijana wa Uvira ambao walikuwa wamekwisha kuungana

alin Komanda. Waliona vitu vinakuwa ngumu. Biwaambia sana Sheri. Sio. Vinakuwa ngumu o

nasikia msiogope, o Ukichana na upande wa Makobola. Tukienda upande mwingine wa Kitendemwa, M23 pia waangukia mikononi mwa wazalendo kutokana na hali inavyozidi kuendelea jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Kabare, tarafani Kalehe pia Shabunda, ambako magaidi wa M23 wanaendeleza operesheni zao, huku wakikutanana na mkono wa wazalendo upande wa kitendemwa, magaidi wa M23 wameweza kukungutwa na hivyo kufanikiwa kwa wazalendo kukamata baadhi ya mateka, kama anavyosimulia mateka huyu aliokamatwa na waza, waza. Okay, jina yako nani?

Hapana we wa kutoka chanzi force special. Wewe eh, uko nani sasa, mobotenawegrad kusudi wende M23 ulikuwa na kazi gani? Mhm.

Nasema jina lako ndio Kazadi Bagumu. Kazadi uko uh, na miaka ngapi? Niko 1989. k Sasa kule banabambia kanini kule kwenye muneko anatumikia kina nguvu. Banabambia kanini? Kule bana bambia kanini? Kule... bana... kama Ifu... Na na ni gani tutakamata, na mnaendelea kusikiza Amka na Baraka1 TV ikiwa ni tarehe 26 za mwezi wa 12, 2025, saa 12 2025 2 12 asubuhi, saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJ P Baba la Baba Mzee Wangwaso Magire Kizenga Tembele Kizabe Ayeba King Sele Kashosi from Australia da Afeza da Letitia da Irin Asha wakiwa wanasikiliza Baraka one TV Akisi Kandeke de Donney eh, Beyondo Kilamba Mawe mzee wa State ya Main baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Fizi tuingie ndani ya jiji la Uvira ambako M23 waongeza idadi ya jeshi na silaha nzito eneo la Kala. Kutokana na malalamiko yanayozidi kutumwa na, na wananchi maeneo mbalimbali kutoka ndani ya jiji la Uvira, tarafani, Uvira, Jibori Kivu ya Kusini na hata pia jamii ya kimataifa. Ripoti zinasema magaidi wa M23 wanazidi kuongeza wanajeshi kutoka Bukavu, Goma na Rwanda na Uganda na wote wanakuja maeneo ya Uvira palipokuepo kambi ya zamani ya majeshi ya MONUSCO maeneo ya Kala tarafani Uvira. Wananchi wanaitaka serikali kuweza kushambulia hayo maeneo kabla ya magaidi yao hawajaanzisha operation za mapigano kuelekea Fizi na mpaka Force Bendera kuendea mpaka maeneo ya Kalemi. Uwepo wa magaidi wa M23 maeneo ya Kala kunazidi kuzua wasiwasi wasi mkubwa na idadi yao inazidi kuongezeka huku serikali ya DRC pamoja na ya Burundi zikiingiwa na mashaka ya kwamba muda wote vita ya kikanda inaweza kuanzia hapo hapo maeneo ya Kala tarafani Uvira, jijini Uvira, jimboni Kivu ya Kusini. Wananchi wameonekana kuwa na asira, na huku akitoa matamshi makali kwa rais wa nchi kwa kuonyesha kwamba rais wa nchi labda kwa njia moja ama nyingine anashirikiana na magaidi wa M23 anashirikiana na Kagame pamoja na Marekani kwa ajili ya kuangusha maeneo ya kusini mwa Kivu ya kusini. Na ujumbe mwananchi mwenye asira kali akitoa yake ya moyo wake: Sasa si ndio, niko nakwambia ndugu yangu, kama kama huyu bwana iko natufanyia ma iko natuigizia iko natuigizia sana, ni vile tu watu wengine hawaoni. Kwa nini awe natumana tu Rwanda phone Swahili phone? Tena iko natumana wale wako suspect Unaona, bako sispe hawezi tumana maana mtu mzima huko mm -mm, anatumanaga mpaka banyarwanda nyingine baswahili mbali baswahili mmoja unakuta ni banyarwanda ba, bishaji geuza waswahili nyingine anako wakwana... na si tu tuache waswahili barwanda barwanda fone baswahili fone anatumanaga ba RCD Goma en vrai dire anatumanaga tundo RCD Goma unaona uwe mwane kora tuigizia mamishio zake na, na Rwanda na ba oksidanto banajua nani? Uh, Makobola na kuingia Fizi af af alor Fizi takamatwa muda wote, takamatwa Makobola, takamatwa kama kisha likuwesha kamatwa. Hata hivyo Fizi takamatwa, Baraka takamatwa, Baraka takamatwa, Fizi takamatwa bien na batafika Kalemie, kwa sababu ni preparasyon ya Tshisekedi na Rwanda na moksidanto kutumaske, bako natumaske sana sana, Tshisekedi ya natumaske sana, tuko miwerewe atuoni watu wengine wako ya hawapendi kuona makosa na, ma, pro, na, na, na, shida ambayo iko mbele juu ya fanatismu kwamba Tshisekedi anatupenda na nataka kutupigania. Hii preparation iko inafanyika kala saa hizi, mbona aweze enda kubombarde pale mwaile lupango? Kuna lupango wa Monisco pale mwaile lupango wa Monisco, hakuna mwaraia anaishi mule ndani, mbaraela mevetua, hivi mevetua mpaka kumwisho ndio inajaa As, kama Tshisekedi kweli ni mwanaume mwenye anapenda watu wake na iko na uwezo wa kutupigania mbona hajatuma ndege ende bombarde pale Kala, kwenye Monusco ilikuaga? Ndo mnaelewa, wame vetuma bunyengelele. Mi nasema hivi, bunyengelele ndo wanajambo le Monusco, bako na prepare attaque tres fort ya kupasua makobona na kuingia Baraka, Fizi na kuendelea mpaka Kalemie, preparation iko pale, lakini Tshisekedi hawezi kufanya kitu. Hawezi kufanya kitu, je vous dire la vérité, il n'a rien fait. Unaona, hasa watu wengine wanaikalia tu espoir yenye haiku. Bali kale espoir yenye haina hata nini hmm? E, espoir gani muko nayo, muko na espoir gani? Tshisekedi mwenye iko ana farce, wako na farce sana. Hapa tu utakuja kusikia OM petroli kama

Tshisekedi iko na kuisha lakini ajue kwamba ipo siku watoto wake au wajukuu wake watalipaga tu, hii iko na kufanyia. Ipo siku Tshisekedi atalipa hii tu na kufanyia yeye, bado bado baki na Rwanda yake bado, natumazikia kufanyia teatro. Ipo siku atalipa, kama si atalipa, kama yeye atalipa, baki wake watalipa, kama iko teatro yake, mjukuu wake atalipaga tui, batalipaga tu hii iko na kufanyia tu malipo hapa chini ya jua shenzi imbwa ya mkasai e, imbwa kabisa shenzi. kwa bako natuigizia ye na maaksirato a Wanyarwanda, kama anatupenda, mbona afungi Kamanyola? Mbona afungi Kamanyola, wajikutane katikati? Mbona afungi? Si afungi kwenda Kamanyola kwenye rafari kana tunapitia, hakuna kitu. Tuko tunadanganya kama watoto wadogo, ndugu zangu tuko nadanganywa kabisa sana na tunadanganywa tu. Wengine ni wafana tu, hawaoni kama tuko tunahuzishwa. Tuna tunahuzishwa, ila ndo wanaitaka. Sijui kama mkinuni, kama ni kinyarana kagambane, hiyo ni, ni kagambane kabisa. Naam, hii ambayo ulikuwa kuna sikiliza ni Amka na Baraka1 TV, na uondo mwisho wa matangazo yetu mingine. Tukutane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili. Bye bye.